Nyumba utaimiliki wewe. Yoyote atakayetaka kumiliki nyumba anakufa papo hapo. Wewe unagombania nyumba inakuoto Naomba tuongee ongelea hapa hapa, mimi niko kisheria. Naomba tuongee pale mara moja. Upo na mimi, upo na mimi. Sasa kaka, yaani mimi na wewe wote tuko kwenye kutafuta ugali, wende huko kwenye kutafuta ugali, mimi niko kazini <laughs> <hazidhi> <hazidhi> <hazidhi> yaani sasa hapa kila mtu ana mteja wake. Mimi eh? sina mteja, ni mtu amekuja kisheria. Yaani <laughs> usiseme mteja, maana mimi nafanya biashara. Nimekwambia tulia <laughs> Usiseme namna kibali. Wewe huna kibali, kwa hiyo wewe ni tapeli, tunakuhesabu kama tapeli. Kuna mteja? No <laughs> usiniambie habari ya mteja <laughs> kwa sababu mimi <laughs> nimekuja hapa kisheria. Kibali unacho? Una una kibali? Una kibali? Unacho? Una kibali? Unacho? Una kibali? Haya, <laughs> Ongoza njia kwa sababu nyinyi ndio mnafanya waganga wa jadi wote waonekane matapeli wa wavuzi kama nyinyi. Lazima kisheria uwe na kibali cha utendaji hiyo hii kazi. Haya, nosha nosha njia twende kituoni <coughs> siwezi kukusaidia, ina maana <coughs> <mimi> mii <mnatasa. coughs>